Badala hiyo imagination chukua hiyo maziwa naenda uuza. Uuza. Hivyo kwenye nasema naenda uuza. Na kwa ujue ni angapi? Ujue ni angapi, na upate hiyo faida na hesabu. Waweke pesa kwa mfuko. Ndivyo ile ndio anasema. Inapaswa practical. Practical. Children and youth should be taught not merely to solve imaginary problems, but to keep an accurate account of their own income and outgo. One as you.

Mtoto ana grow na kuwa mtu mkubwa na hata mzee, baada ya pesa na hata ukiajiriwa upate mshahara mkubwa, hauwezi manage. Ni problem, juu are with machungu ya yeah, kupata pe, pesa pesa, umeelewa? Tuna upewa shika shika, nenda upewe kasha mwanze kulima kitungu ama ni ama mawiki sukuma wiki, takuwa na mzao kidogo sawa. Thank inasema hivi